Sihotech, Engineering Company Limited Results Oriented Team. Mheshimiwa mwenyekiti, eh, mimi niendelee kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan, mama yetu, kwa kazi kubwa anayosaidia Watanzania, lakini pia nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa jimbo letu la ushi, jimbo langu la Ushetu, jimbo ambalo miradi mingi ya kimkakati kwa miaka minne ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan Ushetu peke yake tumepokea zaidi ya bilioni mia moja tisini na sita ambazo zimeenda kwenye miradi mikubwa ya kimkakati iliyoshindikana. Nimshukuru sana Mheshimiwa waziri wa maji Juma Aweso, alifika jimboni Ushetu, aliwaona akina mama walivyokuwa wanateseka na ndoo za maji, aliwaona akina mama walivyokuwa wanalia. Shida ya maji katika jimbo la Ushetu ilikuwa ni kilio kikubwa sana. Mradi wa maji wa Ziwa Victoria uliokuwa katika mji wa Kahama zaidi ya miaka kumi na tisa lakini umekuja kutibiwa na daktari Samia Suluhu Hassan. Nikupongeze sana mheshimiwa waziri Juma Aweso kwa kazi kubwa ambayo umeifanya. Zaidi ya bilioni arobaini na nne zimekuja kwa wananchi wa Ushetu, mkandarasi yuko saiti. Na nikwambie mheshimiwa waziri e, wa maji e, kampuni nikupongeze kwa kazi kubwa nazozifanya kuwapa wazawa kampuni za Kitanzania ambazo zinafanya kazi vizuri sana kampuni ya Sihotech Company Limited ambayo inafanya kazi katika mradi huu inafanya kazi hii usiku na mchana katika kuchimba mitalo kufukia mabomba mabomba yanatandazwa. Ni kazi kubwa inafanyika kwa wananchi wa Ushetu, ni kupongeze sana. Kwa kweli kazi kubwa imefanyika, kata kumi na moja, vijiji hamsini na nne zinaenda kupata mradi wa maji ambapo chini ya ardhi vijiji hivi na vitongoji na kata zake hazikuwa na mradi. Ni kuombe tu Mheshimiwa eh, mwenyekiti eh, kata shetu na kata ishirini. Niombe awamu inayokuja sasa, kata hizi pia ziweze zinazobaki na vijiji vyake ziweze kukumbuka pia katika kufikishiwa maji katika mradi huu wa maji wa Ziwa Victoria. Sihotech Engineering Company Limited, Results Oriented Team.